Vile wengine wamesema, tumeona kuna watu baada ya uchaguzi walikuwa wanatuambia kwamba hii serikali ni ya shares, ati wewe shinali sababu wewe ni mjumbe wa ODM na wewe mgabe ni wa ODM nyinyi hamtapata maendeleo ya Kenya. Akasema hii share ni ya pahali moja inaitwa Mrima, na hiyo wakati alikuwa anaongea tu lugha moja, hata amewahi tembea huku kweli? Alikuwa anazunguka kwa mlima tu, si namna hiyo, lugha ile anaongea ni moja, hata sisi huko hatufanyi nini? Hatusiki. Sasa wewe nakuuliza unataka kusikia ground utasikia na lugha gani? Utasikia kiluya wewe? Si ulikuwa unasema ni shares? Sasa sio ubaki na shares yako huko basi. Wacha kusumbua nani? Wa Kenya. Na wakati wengine wanapanga maendeleo nyinyi mkiwa kwa chama zenu za kina mama, wakati mnapanga miradi. Sio chama itaendelea. Lakini mkienda kukaa kwa chama mkifanya fitina, mtaendelea? Mkifanya fitina mtaendelea? Ati fulani sijui ni mrefu, fulani sijui afanye nini, fulani itawezekana? Mtapata maendeleo kweli? Sasa tunawaambia mambo ya kusikiza, sikiza ni maneno ya nini? Ya fiti, ya fitina. Wewe ukitaka kusaidia Wakenya kujaambia Wakenya ajenda yangu ni moja, mbili, tatu. Tusonge mbele. Na sisi tunawaambia sisi tuko na ajenda na tunatembea na Mheshimiwa William Samoe Ruto, na yeye ndiye anasaidia wananchi kwa maendeleo katika Kenya hii. Kuna barabara ambayo inazalishia Kenya pesa nyingi sana, barabara ambayo inatoka Mombasa inaenda mpaka Malaba. Mizigo yote ambayo inaenda Uganda, inaenda DRC, inaenda Burundi, inaenda Rwanda, inaenda South Sudan yote inapita kwa hiyo barabara, kutoka bandari ya Mombasa hadi Malaba. Kwa miaka yote tangu tupate uhuru, wale wote ambao walikuwa viongozi waliachilia hiyo barabara. Tuliona wengine walienda wakajenga Thika Super Highway, ikafungua uchumi ya sehemu moja ya nchi inaitwa Central Kenya. Mwingine akakuja akajenga barabara laini mbili kwa mbili kutoka Thika hadi Nyeri ikafungua tena uchumi ya sehemu moja. Lakini ni katika muhula huu wa Rais William Ruto ndiye ameamua kwamba anataka afungue uchumi ya Kenya nzima, uchumi ya East Africa nzima, na anapanua barabara ya kutoka Mombasa kwenda Nairobi, kutoka Nairobi kwenda Malaba, ili watu wa Rift Valley na watu wa Western ambao tumeteseka miaka mingi sana na hiyo barabara pia sisi uchumi wetu uweze kupanuka.